Dhati kwa kujiunga nami kutoka kaunti ya Narok, ambapo hii leo tunapochanganua ama tunapochambua swala zima la majukumu ya mwakilishi wadi na ile ya spika, wananchi wameweza kuibua hisia mseto kutokana na swala hili, wakisema ni vipi wamefaidika na afisi hizi mbili. Mimi nasema hakuna faida tunaona kutoka kwa MCA. MCA kazi yao ile naona kama kubwa sana ni kushughulikia matumbo zao. Hata juzi tu tumeona wakiwa na huko mkutano huko mombasa wanataka rais waende wakamwambie kuhusu kuongezea mishahara, lakini ukiangalia lengo lao si kuangalia mwananchi wa kawaida, wao wanashughulikia tumbo zao. So tunaona msiata ni mtu ya muhimu, lakini wanatumia hiyo kiti yao kwa kujinufaisha wao wenyewe. Majukumu ya msie ni kuangalia pengine vyenye town hiko upande wa barabara ndogondogo hizi ndogo na pengine hata kwa usafi wa town. Ah, nadhani ni kuhusu oversighting ya town, kuangalia usafi na hata kuchunguza mambo ya vijana vile wanaendelea ama vile wanakaa. Cha kwanza mimi naomba atakayehitaji tumbe kiti atushughulikie vizuri mambo ya mazingira, atuangalilie mambo ya vijana town, eh, mambo wasiingie katika mambo ya mihadarati waingize hata katika michezo na hata atuangalia katika biashara, manake hata kibiashara bado tunafinyika. Bado huyu Kaguta, naona ni vizuri hata yeye mwenyewe, kama atahitaji akuje, na atuonyeshe kabisa ya kwamba ako serious na ile kitu anafanya, na ile kitu anayohitaji kufanya, nasi pia tutamuunga mkono. Spika wa kaunti, majukumu yake ni ile kuendesha shughuli E, pale katika county assembly, so yeye kazi yake ni kucontrol mswada wa bunge, kureceive mswada na kuendesha mswada ambaye inafaa kuzungumziwa pale e, akitumia standing orders za County Government Act e, majukumu ya MCA e, ya kwanza ni representation. Representation ya mimi mtu ambaye ni wawadi, yeye ni kuniwakilisha mimi. Tukianza hapa mjini Narok, naona kwa, kwa, kwa kiwango kidogo tumeweza kufaidika kwa sababu kupitia hayo ile fedha finance bill ambayo wamepitisha ya kaunti e, tumeweza kupata mambo ya basari, tunafaidika sana kwa mambo ya basari e, mambo kama technical colleges, tunaona mahospitali na mazahanati zimejengwa, so ninaona ni kama kwa, kwa kiwango kubwa tumefaidika na wale MCAs ambao saizi wako, na tungependa kusema ya kwamba uh, unapochaguliwa kama MCA unafaa kuangalia tribe zote bila kuangalia huyu ametoka wapi huyu tunatoka wapi. Kuna uh, MCA wengine ambao wanachukua zile basari, wanachukua badala kuwapea wale watu wa pale, wanaopea watu wengine ambao hawatoki pale na mali unapeleka kuna MCA mwingine. So kila MCA anafaa kufanya kazi yake, mali yako. Kama sasa mimi mwenyewe nimeendelea tu kufanya hata, uh, kwa bila kupata hiyo kiti uh, jambo la kwanza ni kusomesha wasichana na kuhakikisha ya kwamba tumepiga zile vitu ambaye sina nyanyasa mtoto uh, um, msichana hata kijana pale County Assembly.